Tatizo la watoto wanaotoka vijijini au mijini kutoroka makwao na kuja kutafuta unafua maisha, mazingira mengine, hasa katika mji wa Songea lipo, sio tatizo kubwa, lakini kwa kweli lipo na wapo wengine wanatembea kutoka huko Isinga, wengine wanatoka ndani ndani huko Mtanji Mbole, wanakuja mjini, wanatafuta unafua maisha. Hii biashara ni mbaya sana, na hawa ni watoto wa binadamu, hawakuzaliwa na watu wasiojulikana. Hapana, hakuna mtoto anayeweza kuzaliwa na mtu asiyejulikana. Mtoto yeyote amezaliwa na mama, mtoto yeyote amezaliwa na baba, isipokuwa baba au mama anaweza kujifanya kuto kujali, jambo ambalo ni dhambi kubwa kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia ni kinyume na sheria za nchi. Kwa hiyo hiki cha watoto kuzagaazagaa mtaani hasa kwenye stendi hapa, hasa kwenye masoko. Unayo stendi ya Sindi farm, wapo watoto wengine wanatoka huko Tunduru, wanazubazubaa pale, hawana utaratibu. Kuna stendi ya Mfaranyaji, wapo watoto wanadandia magari kutoka Nyasa, wengine kutoka siui Msumbiji huko, wengine wanatoka ndani wanakuja mjini, wanafika stendi, wanakuwa hapo pale, wanaanza kuzubazuba na wengine stendi hii wanazuba zuba, ndio maana sasa serikali tukasema kwamba tuwe na mradi ambao mradi huo utakuwa na kamati ya watu maalum wa kuhangaika na watoto hao hivi. Wakiwapata, badala ya kuwaacha waanze kulala mitaani na kwenye mitaro na kwenye magofu, watoto hawa tuwasafirishe, tafute wazazi wao, kama wako Njombe, kama wako Katavi, kama wako Songwe, Fanya utaratibu wa kuwasafirisha kuwarejesha kule walipotoka, na kamati hiyo ina wataalamu mbalimbali, wako wataalamu wa serikali, ipo maafisa usafirishaji, bodaboda, watu wa bajaji na wataalamu wengine, jeshi la polisi na wengine na wengine. Utaratibu wa sasa, ile kamati ikishawapata watoto wanaozubazuba, inafanya maarifa ya kuandaa wadau utaratibu wa kupata fedha, fedha kutoka kwenye serikali, fedha kutoka kwa, kwa wadau wa maendeleo niliokisha kuwataja, alafu inafanya mawasiliano mpaka huko wanapokwenda, kama ni Manyara, kama ni Kigoma, wanaenda kupelekwa huko kwao. Haya ni maendeleo makubwa sana tumefikia. Kwa hiyo mradi huu ni mradi muhimu sana. Wito wangu kwenu ninyi wote wanaSongea, ukiona mtoto hana mzazi ana baba, ana mama, ana ndugu, ana zubazubaa, toa taarifa kwa maafisa ustawi. Na kwa hapa tunayo ofisi tayari, ambayo nakwenda kuizindua muda sio mrefu, iko nyuma ya jengo hili hapa, jengo namba moja, nyuma yake kutakuwa na ofisi ya maafisa ustawi, ambao watapokea watoto ambao wanazubazubaa au wanazurura zurura, hawana wazazi. Ukifanya hivi tukakomesha hili tatizo na watoto kuradharani palevo kubwa. Tumetageti sana watoto hususani, hao watoto walioko chini ya miaka kumi na nane, na hawa watoto lengo ni kuwaunganisha na familia, na hususani wale watoto waliopotea, lakini wale watoto walioko kwenye mazingira magumu, hususani aidha wamekosa familia o wa, wamekosa malezi kwenye wa, familia zao lakini namnageana kako dawati naperoyu ni swala a kumuunganisha huyo mtoto na familia yake. na ni wa kwa nini lipo stendi? Stendi ni maeneo ambapo tunaona wasafiri wengi wanafika, hasa kwa kuna baadhi ya watoto zinawabata wakiwa wametoka mikoa mbalimbali wanakuja Songea, aidha kwa kuja kuwatafuta ndugu zao au kwa kuja kutafuta maisha lakini kwa sababu ni mtoto, huwezi ukasema umefika sehemu na ndugu unaenda kutafuta maisha. Sasa moja ya ya ya adima kubwa ya humdani na kwetu hapa stendi ni kuwabaini aina ya wa watoto hao, lakini wa si, mwisho wa siku waweze kuunganishwa tena na familia zao warudi kwenye maisha yao ya kawaida. Kwa majina anaitwa Subira Mshana. Mratibu wa kitengo cha familia kutoka Railway Children Africa. Kwa niaba ya shirika la Railway Children Africa, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa kuitikia mwaliko wetu wa kuhudhuria hafla hii ya kutambulisha rasmi dawati la huduma za ustawi wa jamii hapa katika stendi ya mabasi shule ya Tanga ndani ya halmashauri ya manispaa ya Songea. Leo tumesimama hapa kwa furaha, tukishuhudia matokeo ya jitihada za pamoja kati ya serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali ya jamii kwa ujumla. Tunatambua kuwa maeneo ya usafiri kama stendi hii ni sehemu muhimu, lakini pia nyeti, hasa kwa watoto walioko katika mazingira hatarishi, wakikumbwa na changamoto za ukatili nyaji na kupotea bila msaada wa haraka. Kwa muktadha huu, kuanzishwa kwa dawati la ustawi wa jamii sio tu utekelezaji wa mwongozo wa kitaifa wa madawati ya huduma za ustawi wa jamii katika vituo vya usafiri, bali ni hatua muhimu ya kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata huduma stahiki na kwa wakati. Dawati hili ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kupeleka huduma karibu zaidi na walengwa, na tunaamini kuwa litakuwa chombo muhimu cha kutoa msaada wa haraka, ushauri na uratibu wa huduma kwa watoto na makundi mengine yaliyo ya yaliyo hatarini.